Yes, niko na habari kutokea kule bwana nchini Uganda moja kati ya nchi ambazo pia zinapatikana katika e, Afrika Mashariki ambapo e, serikali ya Uganda pia imeweza kuwasilisha mswada bungeni siku ya Jumanne ambapo e, utaruhusu mahakama za kijeshi kuweza kuwafungulia mashtaka raia, lakini pia miezi kadhaa baada ya mahakama ya juu nchini humo pia kuweza kuamuru kitendo hicho kwa kinyume na katiba. Sasa taarifa hizi e, kutokea kule Uganda zinasema kuwa uamuzi huo wa mahakama wa, wa mwezi Januari uliweza kuwazimu bwana serikali kuhamisha kesi ya mwanasiasa wa upinzani na aliyekuwa mgombea urais bwana Kiza Bisige. Ni moja kati ya watu ambao pia walikuwa wanataka ushindani mkubwa sana lakini pia na wameahidi. Eh, kama unakumbuka vizuri nishakupa story kuhusiana na huyu mshikaji ambaye anafahamika kwa jina la Kiza Bisige kwamba eh, mwaka ambao unafata wa, wa, wa, wa, wa uchaguzi kutokea pale nchini Uganda anataka kugombea urais na yeye ili aweze kunyang'anya bwana eh, kiti cha eh, Yoweri Museveni. Hadi katika sasa mahakama ya kiraia ambapo pia taarifa zinaendelea kusema kwamba pia ambapo wao waendesha e, mashtaka wa serikali pia wameweza kumshtaki kwa makosa kadhaa ikiwemo uhaini. Sasa, taarifa zinaendelea kusema kwamba e, mawakili wa wakilishi wa kisiasa wa Besigye wa, wa, wa ambaye pia ameshinda uh, ameshindwa na urais Yoweri Museveni katika chaguzi nne. Wanasema shutuma hizo zinaweza kuchochewa uh, kisiasa, kwamba mshikaji pia alishawahi kuwa yani, uh, alishawahi pambana na Yoweri Museveni awamu nne mfululizo kuweza kugombea urais, lakini pia akashindwa, na ameahidi tena kwamba kwa sasa hivi tena atagombea kwa awamu nyingine ya tano ya urais kutokea kule nchini Uganda. Sasa je, atashinda kutokana na vitu kama hivi ambavyo vinakuwa pia vinatokea? Lakini pia kiendelea kulalamika kwamba majeshi pia yamekuwa, ya, ki, ya, ki, ya ya serikali, pia, serikali ya Uganda na Yoweri Museveni ambaye amekuwa madarakani kwa kipindi kirefu. Drop maoni yako hapo kwenye uwanja wa comments, lakini pia ulike, ushare, utakomentisha kinoma na mabira kusahau kusubscribe channel yetu ili wewe wa kwanza kupata habari kabisa. Tunakwambia habari kinganjani mwako.